wakata wilaya wapo, wakata mkoa wapo, wanataka laki moja mashehe ili wasaliwe. Tumesema mashehe hawa hatuwataki. Waislamu wa wako wengi, mkatawazwa mshike uzu mje mswalie maiti. Ripoti hii ni kutokea mkoani Katavi, ambapo vuta ni kuvute kwa wakazi wa kijiji cha Mtakumbuka kata ya Magamba manispaa ya Mpanda kuwagomea mashehe wa kijiji hicho kuzika mwili wa dereva bodaboda baada ya kuwataka ndugu wa marehemu kulipa shilingi laki moja ili waweze kumswalia marehemu. Wakizungumzia tukio hilo, mashuhuda wamedai kuwa kiasi hicho cha pesa kimeombwa na masheikh hao ikiwa ni fidia ya kuwa enzi za uhai wa marehemu hakuwa na utaratibu wa kufunga, kufanya ibada, kutoa michango sehemu za ibada, na alikuwa akinywa pombe. Mimi ni Swau Mkatambo. Sisi tulipata taarifa za msiba za kaka yetu toka jana saa nane mchana. Huyu kaka alikuwa ni mwenyekiti wa kijiwe cha mabodaboda pale ninapoishi kwangu, kwa hiyo sisi watu wa mjini tumekuja wengi kumzika kaka yetu, lakini kumzika mwenyekiti wa kijiwe cha mabodaboda mtaa wa Fumbe ya Mnyonge. Tulipofika hapa asubuhi, tumefika vizuri, tukaendelea na mambo mengine. Baadaye wakawa wametoa sanda kwa ajili ya kumtengenezea marehemu. Baada ya hapo, tukaona bendera ya Kiislamu iliyokuwa imesimikwa hapo imetolewa. Ilipotolewa bendera Hawa wana ndugu walikuwa kwenye kikao cha familia kule nyuma. Walivyotoka katoka mapaniki kwamba hawa Waislamu mashehe wako wanne wamesema wanyao wanataka laki moja ndio marehemu aswaliwe. Nikasema hivi, kama wanataka hela ya sanda tutoe kwa sababu sanda huwa ilianunuliwa labda kuna sanda sehemu wameikopa. Niliyekuwa naye nikamwambia sitoe kwanza hela tulia kwanza tuone huu mchezo unakoenda. Wana ndugu akasema hawa wanataka hela ya sanda. Wamesema wanataka shilingi laki moja ili marehemu asaliwe. Nikamwambia hivi, dini ya Kiislamu haiko hivyo. Islamu, ndugu yake Muislamu na Islamu, siku zote huwa mtu kama amekufa, alikuwa asali afanye nini, wao huwa wanazika, lakini hii tunaiona kwenye kijiji cha Mtakumbuka. Kwa hiyo sisi, naomba naomba waandishi wa habari, kwa taarifa tulizozipata inaonekana kwamba huu ndio mchezo wao masheikh kwenye ile eneo, na juzi juzi mtakuja, walikula laki, kuna mtu alikufa wakaenda kagonga laki ndio akazikwa. Kwa hiyo wenyewe wana, wanaona kama ni, nikitege uchumi kwamba Muislamu akifa bila laki wasaliwi. Kwa hiyo sisi tunaomba hili kata wilaya, bakata mkoa, wakae na hiki kijiji na mashee ili walikomeshe. Huu ni udhalilishaji kwa dini ya watu wa Kiislamu, wanajidhalilisha. Shida ni kwa mataka laki moja nina wangu ambaye mimi ni mama yangu sawa, mimi ni mama yangu. Kwa nini itoke laki moja, ili iweje? Nimekuja, naitwa Lema Albashi ni mkazi wa misuhumilo huku. Mi nimekuja kumzika <gibu> shemeji yangu, lakini tulipofika hapa tukasikia kwamba nitakiwa itafuta laki moja ndio azikwe. Mi ni mwislamu, hii sheria sijaisikia jamani.